Habari za muda huu. Leo ningependa kuwafundisha trick moja la kuangalia movie au kudownload movie zilizotafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Hii ni nyingine mpya ya elfu mbili na ishirini na tano. Hii unaingia kwenye Chrome. unaingia kwenye Chrome. Unaenda kwenye, kwenye search. YouTube, hapo unaandika neti neti Swahili movie kama hii hapo. Unaona ya kwanza kabisa hii hapo, neti Swahili movie, unabonyeza. akishaibonyeza ina search, kisha search, unaingia hapa. Kuna movie hizi hapa hizi, kama uziona sasa. Ukishaingia hapa hapa tena nakuja, unaingia hapa, wakuja, unaingia hapa hapa ivogushakiduara like. hivyo unaingia tena hapa. hapo ukishaingia hapo kutia movie zote ambazo zipo kwa wakati huu bwana, movie hizi hapa, movie hizi hapa. Na kama movie yabaa mwaka elfu mbili na ishirini na tano, unakwekea kwamba hii ni movie ya mwaka ishirini na tano. Hii ni movie ya ya mwaka fulani anakwekea. Kwa niwe hapa Movie zipo nyingi, zipo nyingi sana. Na hata kama ukitaka movie za kulipia pia, hii ukiingia Play Store ukiandika net ukiandika neti, neti Swahili anakuletea pia. Kuna apuyakue ila ukiingia kwenye hapo movie unalipia, ila ukiingia kawaida kwenye Chrome huku haulipi, movie ni bure kabisa. Movie ni bule ushindu wewe tu na movie ni bule kabisa. Hii inaitwa Netswahili.com. Ukiingia tu hapo unamaliza, sawa. Unabonyeza ha, ichupa shiboza chupa jinsi ya ku download pia. Unakuja hapa unapoandika episodi hapa, hapa, unabonyeza hapo Ukibonyeza tona namba ina inajihesabu namba namba inajihesabu hizi, ukishamaliza hapo inakuambia download download, hii download kama tulivyoona hivi hapa download. Bonyeza download shughuliza download, moja kwa moja atakuleta hapo unakuja hapa juu kwenye ki kialama iki chaku download iki hapa juu, hapa unabonyeza hapa, kibonyeza hapa, inaji download. Ni kazi nyepesi sana, inaji download, kishaji download hapo inakuja hapa hapa, napo unabonyeza hapa. Hii movie ni hiyo ya miya sita kumi na tano. Unabonyeza hapo na kumaliza. Kwa tricks hizi hapa na tricks nyingine nyingi, usisahau kulike, kukomenti na no kusubscribe chaneli yangu asante.